Kuwa na ziara ya kukagua miradi miwili ya kimkakati, mradi wa barabara lakini pamoja na mradi wa maji, na kimsingi nimeridhishwa na hali ya mwenendo wa utendaji kazi katika miradi yote miwili. Nimefika saiti, nimejionea kazi inaendelea, hususan ni katika eneo la e, daraja ambalo ni kivuko kinachojengwa e, maeneo ya Longoi. Kivuko hiki kinagharimu kiasi cha shilingi milioni mia tano na ni fedha ambazo serikali pamoja na World Bank imetoa kwa ajili ya wananchi wakazi wa wilaya Hai kuweza kuunganishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Daraja limefikia kivuko kile cha eh, pale kimefikia asilimia hamsini na kwa mujibu wa mkataba eh, kufikia mwezi wa kumi na mbili kazi zote zitakuwa zimekamilika pale. Kwa sasa hivi mradi unaendelea na upo katika hatua eh, ya kumalizia miundombinu ambayo ilikuwa imefemea hususani nondo na maeneo mengine, lakini kubwa, nimemsisitiza mkandarasi aongeze manpower, lakini aendelee kuleta matirio yote yanayohitajika saiti, na mafundi wafanye kazi usiku na mchana ili kufikia deadline ambayo imewekwa kwa mujibu wa mkataba. Lakini mradi wa pili ni ule mradi wa maji ambao na wenyewe una thamani ya shilingi milioni mia sita. E, ni mradi ambao unakwenda kuwa na matanki makubwa mawili, tanki moja ni la laki mbili lita mia laki mbili, na tanki moja ni lita e, laki moja. Kwa hiyo kuna ujenzi wa raising tank yenye e, lita laki moja, lakini usambazaji wa mabomba kama hivyo mnavyoona ambao tunakwenda kutoa kwenye chanzo chetu kikubwa hiki na kazi zote mbili zinaendelea. Mabomba kama mnavyoona yako site na pale tulipotoka kwenye rising tank na eh, sehemu ya powerhouse ile ya pump house kwa ajili ya kupampu maji na yenyewe pia ujenzi unaendelea. Sasa hivi ni mita chache kutoka kwenye makazi haya yenye nyumba zaidi ya makazi kaya mia mbili watu wanapata maji hapa, na hata gharama za upatikanaji wa maji maeneo mengi ni shilingi ishirini lakini hapa wanapata maji kwa shilingi kumi na sita kwa ndoo moja ya lita ishirini na tano. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba ilani imetekelezeka na vipaumbele vya Mheshimiwa Rais vya kuleta maji maeneo ya vijijini mitandao imefika, lakini sasa maji yanapatikana. Amesema hapa ndugu yangu kwa miaka kumi na tano ya kukaa kwake hapa hawahi kuwahi kushuhudia maji yanatoka kwenye bomba, maji safi na salama. Leo anapata maji ee, urahisi zaidi bila kutembea umbali mrefu, ndoa za watu zimeimarika, lakini mheshimiwa rais amemtoa mama ndo kichwani. Washaa ni mkazi wa kijiji cha Kwasadala, kitongoji cha Matowo, kata Masama Kusini. Tumekaa miaka mingi sana, tangu Uhuru hatujawahi kupata maji eneo hili, ila kwa sasa hivi tangu tumepata huduma ya mama mama Samia, tunashukuru sana, mradi wa maji umepita na kweli kwa sasa hivi tumepata maji ambayo hayana changamoto, kwa sababu wakati ule tulikuwa tunachota maji kutoka mbali, kiasi kwamba unapiga tofali hapo hapo mpaka akamilike matofali kama ni elfu moja, unakuta hela ya kujengea nyumba hakuna. Tunashukuru mama kwa huduma ya maji aliyotupatia, kwa sababu tumeteseka muda mrefu. Tulikuwa tunaagiza bodaboda maji, dum maji dum tano unapata kwa elfu nne, lakini sasa tunamshukuru mama Samia huduma hii karibu. Tunatoa shukrani zetu kwa serikali ya Mama Samia kwa kusogezea huduma ya maji karibu. Kwa kweli, tuna furaha kwa sababu tumeondokana na changamoto hii ya maji kwenda kutafuta maji mbali.